Nam, Rais William Ruto na waziri mkuu aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga wametia saini mkataba wa makubaliano unaovileta pamoja vyama vya UDA na ODM kufanya kazi pamoja kuanzia leo. Wakati wa kutiwa saini kwa mkataba huo katika jumba la KICC kwenye hafla iliyohudhuriwa na maafisa kutoka vyama hivyo viwili, viongozi hao waliapa kutekeleza kikamilifu mapendekezo ya ripoti ya maridhiano ya kitaifa yanayojumuisha kubuniwa kwa nyadhifa za waziri mkuu na kiongozi rasmi wa upinzani, miongoni mwa mapendekezo mengine, kuashiria mchakato wa mageuzi ya kikatiba. Giverson Maina na maelezo zaidi. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila. Jumba la mikutano ya kimataifa la KICC hii leo liliwakaribisha Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Wawili hao wakiwaleta pamoja wabunge na viongozi wengine wakiwemo magavana kutoka vyama vya UDA na ODM katika hafla ya kihistoria ambayo kilele chake kilikuwa kutiwa saini mkataba wa ushirikiano.

Wawili hao waliokisiwa kuwa mahasimu hapo awali, walitangaza kurejelewa kwa ripoti ya mazungumzo ya kitaifa ambayo imekuwa ikikusanya vumbi kwenye rafu za bunge.

Utekelezaji wa ripoti hiyo utajumuisha kubuniwa kwa nyadhifa mbili mpya za serikali ambazo ni wadhifa wa kiongozi rasmi wa upinzani na ofisi ya waziri mkuu. Pia inapendekeza utekelezaji wa kanuni ya theluthi mbili ya uwakilishi wa kijinsia kama ilivyoratibiwa kwenye katiba. Makubaliano mengine ni pamoja na kuhakikisha ujumuishaji katika nyanja zote, kulinda na kuimarisha ugatuzi, kukuza na kulinda maisha ya vijana, uongozi na maadili, haki ya kukutana na kushiriki maandamano ya amani, kuangazia deni la kitaifa, kukabiliana na ufisadi, kusitisha matumizi mabaya ya rasilimali za umma na kuimarisha uwajibikaji serikalini, kulinda uhuru wa raia, sheria na kuzingatia katiba.

Conscious that the decay in democratic governance is expressed through skewed allocation of resources, ethnic intolerance and marginalization. Mkataba wa ushirikiano baina ya UDA na ODM sasa umerasimisha serikali jumuishi ambayo inashirikisha wanachama watano wa ODM wakijiunga na baraza la mawaziri huku wengine wakitazamiwa kuteuliwa kufuatia mkataba huo mpya. Mkataba baina ya Rais William Ruto na Raila Odinga na vyama vya UDA na ODM kuna ashiria mirengo mipya ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Giverson Maina jarubini katika ukumbi wa KICC Nairobi.